weza kughairi mabaya, na yale mabaya yalighairishwa kwa sababu kuanzia ngazi ya juu waliweza kuitii sauti ya Mungu. Na Mungu si mwingi wa hasira, ni mwepesi, anaghairi mabaya. Kwa hiyo alighairi mabaya ninawasiwa. Mama, tuweze kuomboleza juu ya Tanzania, kwa sababu Mungu amewaka hasira. Mungu anavyoonyesha lile giza ili tuweze kuliondoa. Hakuna kitu kingine ni toba tu. Tuombe toba kwa ajili ya Tanzania, tuombe toba kwa ajili ya wakuu wa nchi, tuombe toba kwa ajili ya hizi vuguvugu ambazo zinaendelea. Tunaona ni kawaida, lakini mtu anatamka kwamba hata kwa kumwaga damu. Mambo madogo madogo mwisho huwa yanafika mahali pabaya. Yeremia anasema kifungo kidogo, usiache kifungo kidogo kikakaza, maana kinapokaza kidogo huachilia kifungo kikubwa, harafu kuja kukimaliza inakuwa ni kazi. Kwa hiyo ninakusi mama, neno la Mungu linasema katika Yeremia, anasema hivi niitieni wa mama watakaoomboleza, watakaoomba kwa ustadi. Nami kama mama mwenzio, ninakusi mama, ita mabinti Ita vijana tuweze kuingia toba kwa ajili ya Tanzania, yawezekana Mungu anaweza akaghairi mabaya. Mungu wetu ni mwaminifu, anapotoa jambo lake ina maana anatupenda. Tuombe kwa ajili ya amani ya Tanzania, watu wachache wasifanye tukaiharibu nchi yetu, kwa sababu ni nchi ambayo Mungu ameichagua na ndio maana anaifunulia. Maana neno la Mungu linasema hawezi kuruhusu mabaya, hawezi kuruhusu mtakatifu wake akafa bila kufunulia watakatifu duniani. Kwa hiyo, na nchi ya Tanzania ni kati ya nchi zilizotakatifu, ndio maana Mungu amefunua jicho lake ya kuwa linamwaga machozi, kikombe kimefika kiwango cha mwisho. Tulie ili Mungu aghairi mabaya, tulie ili Mungu aweze kughairi ka alivyoghairi nchi ya Ninawi. Tunamwona Yona aliweza kutamka neno moja tu, alifikisha ule ujumbe kwa gharama, lakini mwisho wa siku Mungu alisikia. Mungu anapenda unyenyekevu. Watu wa Mungu, ule unyenyekevu huwa unamfanya Mungu aghairi mabaya kwayo, na si Tanzania. Wa mama wenzangu, tulie kwa sababu hawa wanaosema kwamba hata tumwage damu, kumbuka itakavyotokea Neno la Mungu linasema bisi